Habari za asubuhi, bila shaka huko vizuri, na Jumamosi yako ilikuwa nzuri, lakini pia sikukuu yako ya Idi ilikuwa nzuri. Wale waliochinja bila shaka uh, sikukuu ilikwenda sawasawa na mliwaalika wale mloweza kualika, mambo yalikuwa mazuri uzuri. Uh, binafsi nilipata mialiko kadha wa kadha. Sasa nisingeweza kwenda kote, maana kote kulikuwa na chakula na tumbo nalo moja, lakini shukrani kwa wale ambao walinialika na sikufika ila walilofika basi, msiache na siku nyingine tena kuniita na mimi nitawaita miezi nakimbia sana kuona zile sikukuu zetu pia zinakaribia Mimi naitwa Pascal Kabombe karibu sana kwenye Sports AM ambapo tunaangalia mambo mengi mengi mengi ya kimichezo ambayo yametokea kwa wiki nzima tukipitia moja baada ya jingine ni masaa mawili saa mbili habari za kimichezo michezo tofauti eh, tofauti jumapili leo bila shaka umemka salama na uko vizuri nikukaribisha na kama ilivyo ada huwa tukianza moja kwa moja tunakuwa tuko na wageni na ndani ya nyumba leo na wageni wangu hapa karibuni sana. Mko vizuri? Poleni na kibaridi cha studio. Karibishe Aisha Masaka. Uh, karibu Valerie. Asante. Asante. Ah, okay. Hivyo. Umepatia kabisa. <laughs> Uh, kwanza ni wapongeze kwa kampeni yenu ya Amka Malkia. Imekuwa ni jambo ambalo kwa kweli limeshtua watu wengi na wakaona yes ni jambo ambalo limekuja kwa muda mwafaka, lakini kwa faida pengine ya watazamaji ambao uh, wengi najua watajitokeza leo kwenye uwanja wa KMC pale kuja kushuhudia huo uh, mchezo uh, Amka Malkia ni nini? Tuanzie hapo, nianze na mratibu eh? Asante sana, mm. Amka Malkia ni kampeni ambayo inamuhusu mtoto wa kike mm. Lengo la hii kampeni ni kumwinua mtoto wa kike kwa upande wa vipaji na elimu, na hii kampeni tunaifanya under Aisha Hamisi Masaka Foundation. Okay. Ndio. Mm. Kumwinua, pengine watu wangetaka kufafanuzi kidogo, kumwinua kwenye vipaji mm. na pia kumwonyesha kwamba Elimu ni muhimu kama kipaji chako. mm hapa -hmm. tukiangalia tuna Aisha Hamis Masaka ambaye ni mwanamichezo bora Tanzania na pia anachezea ligi kuu ya Uingereza ya wanawake Brighton and Hove Albion. So kafika huko alipofika, sio tu kwa ajili ya kipaji chake, lakini pia kwa ajili ya uelewa. Kwamba hii ni sehemu yangu ya kupata kipato. Michezo ni zaidi ya kuwa na kipaji, inabidi uwe na discipline sana, inabidi uwe na confidence, inabidi uwe na commitment na inabidi ujiongoze kwenye kila jambo unalolifanya, sana sana kujielimisha katika hiyo tasnia ulioingia. So, Amka Malkia ni kampeni ambayo inamtumia Uh, inamtumia Aisha Hamisi Masaka uh, kwa kuonyesha watoto wa kike kwamba Aisha ajafika hapo alipofikia kwa kipaji tu. Aisha kafika hapo kwa ajili pia ya elimu na Aisha Hamisi Masaka aliona ni vyema afungue foundation yake ili aweze kuwa na initiatives kama hizo za kuelimisha watu kwa kupitia historia yake. Sa kwa sababu mwenyewe pia yupo eh, pengine ana mengi ya kutueleza eh, Aisha, wazo lilitokea wapi? Tuanzie hapo kwenye wazo. Um, asante, um wazo lilitokea ni pale ambapo eh, nikiangalia ni historia yangu nyuma mm, ilikuanzia mpaka sasa hivi nilikofikia ndo mm, wazo zima lilianzia pale. Ukiangalia mimi nime Kijijini. Mm -hmm. E, nimeenda kucheza mpira Alliance, nikiwa nasoma mm -hmm. Hapo ndo kipaji changu na elimu kilipoanza kunionyesha mafanikio, so mm -hmm. E, nilipoenda Alliance nikawa nasoma na kucheza mpira, e, juhudi pia zikaniongoza mpaka hapa nilipofikia. So, wazo kubwa, wazo zima ni historia ya maisha yangu na nilikotokea mm -hmm. Sawa. Pamoja na kwamba ni maisha yetu, tunajua Tanzania wengi historia yetu inakuwaga ngumu sana mwanzoni, baadaye inaweza ku, inaweza ikakunyanyua kwa namna moja au nyingine, kutokana na kipaji na elimu. Bahati nzuri, wewe vimekutana vyote, eh, viwili eh, kwa mara moja. Unapoandaa um, tamasha kama hili uh, au event kama hii Uh, inafuatana na event gani nyingine? Kwa maana kwamba okay, ume, umeitisha mechi labda watu watakuja, uh, watakuguswa, wanaweza kuwa namna moja au nyingine wakajitolea, lakini huwa kuna watu wanajiuliza okay, eh, ni jambo zuri, lakini sisi hatu sio rahisi kwenda uwanjani na nini, tunakuunga vipi mkono kwenye jambo lako? Sijui kama nimeeleweka, yani kwa mfano, okay, mimi binafsi nataka nikuunge mkono ah okay ah, kwa sababu lengo lake ni elimu, wacha nimpe vitabu elfu moja. Kwa sababu lengo lake ni matibabu, labda mi nitoe gharama ya watoto kumu kiti, kutibiwa wewe una, unafanyaje nje ya mchezo nje ya mpira um, yani swali lako ni kwamba watu ambao hawa wana watanisapotije ambao, mm, hawawezi kufika uwanjani na, na. Um, cha kwanza ni kutoa elimu kuhusu hii Um, hii event yes, hili tamasha kwenye social media uh, kuelimisha maana ya hili tamasha mm -hmm, kuelimisha maana ya foundation ina deal na nini uh, so hiyo ni support tosha ambao wanatupa mm -hmm, uh, kuelimisha watu wengine ambao walikuwa wajui maana ya mm -hmm, na hii, hii, hii kwa nini Aisha kaanzisha foundation, kwa nini Aisha anafanya hili tamasha kwa ajili ya ku ku give back uh, society okay. So, um, nafikiria hiyo ni support mmoja wapo ni support kubwa ambao uh, kama huwezi kufika uwanjani basi hmm. tuta appreciate kama utafanya hivyo kwenye social media yeah. Mratibu pengine, asante sana, wadau wanaalikwa na wanaweza wakasaidia hii initiative kwa chochote walichonacho mm. Kama uko kwenye sekta ya sheria mm. unaweza ukasaidia kwa kutoa elimu kuhusiana na sheria ya michezo hmm. Kama uko kwenye sekta ya elimu, unaweza ukasaidia kwa kuungana na hii initiative pamoja na foundation ya Aisha Hamisi Masaka hmm. Kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukasaidia kuendeleza shule mbalimbali mbali, kwa kupitia kama ulivyosema, aidha ni kutoa vitabu hmm. au kurekebisha majengo au um, Ku, kuona jinsi ya ku connect vipaji pamoja na elimu ili watoto waweze kufika uh, sehemu ambayo wana ndoto za kufikia kwa sababu kuna vipaji vingi sana hapa Tanzania ambavyo vimejificha, watu hawaoni kama hiyo ni sehemu ya ajira kwa, kwa sababu sisi wenyewe wa Tanzania uh, tumekuwa wavivu sana kupromoti, kupush na kuonyesha kwamba inawezekana. Hata Aisha alivyokuja na wazo la kufungua foundation na ku, uh, through the foundation kuilaunch kwa hii kampeni ya Amka Malkia, hilo wazo lilikuja kutokana na zile challenges yeye alizopitia kama alivyoelezea. Sawa, kabla tujaingia kwenye mchezo wenyewe, swali langu la mwisho kwa foundation kwa ujumla, uh, kila kitu kina gharama. Kuandaa mchezo kuna gharama, mkitaka kwenda kutembelea popote pale ambapo mnataka kwenda kutoa elimu kuna gharama zake, usafiri, malazi na nini. Mnawaalikaje wadau kwa ajili ya kuwasapoti kwenye expenses? Wadau wanaalikwa kushirikiana na sisi kwa kupitia uh, website ya Aisha Hamisi Masaka Foundation pale, kuna contacts zetu zote, na ukiachana tu na website, wanaweza wakatufikia sisi kwa kupitia page ya Aisha Hamisi Masaka na pia kupitia page ya Instagram ya Foundation pale. Ukiingia kwenye page yetu ya Instagram ya Aisha Hamisi Masaka Foundation utakuta kuna sehemu ya contact, unaweza ukatuma message, unaweza ukatuma email, unaweza ukapiga simu, na unaweza pia ukanitafuta mimi hapa mratibu kwa kupitia social media platforms zangu, Uh, Ms. Malima, na najihusisha sana kwa kushirikiana na wadau kuweza kutimiza hiki kitu ambacho Aisha kaanzisha na ningependa pia kuongezea Aisha hmm kashirikiana na Frida Amani mm, ambaye Frida Amani ana foundation yake inaitwa The Amani Foundation inayodeal sana na mazingira, yuko pamoja nasi ili kufanya hili uh, zoezi liwe kubwa kuliko tu kwenye michezo bali pia hata kwenye sanaa. So sana. Wadau mnakaribishwa mm, sana. Bila shaka wamekuelewa na watafanya hivyo njia namna ambavyo wanaweza kakutana na nyinyi. Sasa swali langu lilikuwa linakuja huko kwa Frida kwa sababu lenyewe lilikuwa linakuja kwenye mchezo eh, moja kwa moja. Ni amepata mchecheto, homa, uoga? Mbona kama ametukimbia leo? <laughs> Nini kimemtokea? Kama mna taarifa, wewe mratibu, una taarifa? Tulikuwa tuwe naye leo asubuhi. Ni kweli tulikuwa tuwe naye sema, Frida yani, Frida katika harakati zake za kujiandaa hmm. anaona watu wamkute pale uwanjani KMC Complex Football Stadium Mwenge, aonyeshe mambo ambayo aliokuwa akiyatengeneza kwa siku ya leo. Ni striker mzuri, watu wanamjua kama msanii, lakini mimi namjua pia Frida kama striker, sio kamati, kamati zimemwambia usiende asubuhi utaharibu ushindi. Hapana, yuko vizuri mno eh? ni mbinu na ana timu kubwa sana. Okay, ana Clara yule Luvanga mm, okay. So timu yake imeshiba mm. Mm. Aisha alikushtu hilo kwamba mwenzako akaanza mbinu mapema sana um, mpaka hapo tushamfunga tayari. Okay. Asubuhi asubuhi una, una, <laughs> bado <mbalu. laughs> mpaka hapo tushamfunga Okay. Yeah. Wako ya timu yako una nani? na No, wachezaji wote unawajua uh, mm, chaka umemfilisi mwenzio? Uh, sijamfilisi me, mechi ita, itakuwa nzuri yenye ushindani mm. uh, unajua Tanzania imebarikiwa vipaji, wachezaji wengi wana vipaji. Ndiyo. Uh, so kila mchezaji atakaye, uh, jitokeza leo uh, na imani ata ataonesha uwezo wake, na ataleta uh, uh, ushindani mzuri mm -hmm. yeah. mmechagua jezi gani? maana kwetu tunajua kuna kuvutana vutana kwa rangi huko <laughs> <laughs> Eh, sisi tuna tunachezea jezi nyeusi ah, okay. Sijajua upande wa Frida hajatuambia mm. jezi zake mm. Angekuwepo angesema. <laughs> <laughs> amekimbia kipindi kumtajia rangi, sio? Umemrahisishia mambo yake yakeat ha? hadi akaloge rangi, hawezi <laughs> <laughs> kuloga rangi <laughs> twende kwenye kiingilio, mmepangaje kiingilio kwa mchezo weyo, kwa mchezo wa leo Kiingilio kitakuwa elfu mbili. Hiyo uh, ni hicho ni kiingilio cha kawaida. Kwa VIP ni elfu ishirini za Kitanzania pale KMC Complex Football Stadium Mwenge geti litafunguliwa kuanzia saa sita mchana. ili ni tukio, sio tu sehemu ya mechi, kutakuwa kuna burudani, kutakuwa kuna wasanii pale watapafom. Tuna watu maarufu ambao wanakuja kutusapoti kuna pia wachekeshaji watakuwepo pale. Hili ni tamasha ambalo mtu unatoka nyumbani, sio tu kwenda kuangalia mechi lakini pia kwenda kuburudika na kuelimika. Kutakuwa kuna wadau pale ambao wanatoa elimu ya afya, na pia kutakuwa kuna wadau ambao wanapima afya bure kabisa. Yaani vyote hivyo kwa shilingi elfu mbili, vyote kwa elfu mbili afya magonjwa ambayo mm. ah, hayaambukizi eti Aisha. <laughs> <laughs> uvingine umelipia ni elfu mbili, mambo yote, um, haya <laughs> hapana. <laughs> Hili ni, ni tamasha la ku, ku, ku, kuangalia ni jinsi gani tunawasaidia watu so mm. eh, inapotokea opportunity kama hii tunat, tunatumia kuhakikisha eh, wengine kama walikuwa wanataka kutumia opportunity kama hii hmm. Wahakikishe wanaitumia vizuri, so Okay. Eh, kuna wadau ambao wamejitolea kwenye hilo, eh, kufanya hivyo so tunawapongeza tuna sana. Okay. Kwa shughuli zinaanza saa ngapi unasema? zinaanza saa sita mchana, saa sita mchana, saa sita mchana. Saa sita mchana. Saa sita mchana. Mm. Na kama uh, watu wengi tuliwatangazia tiketi zinapatikanika vaya ap ya nilipe, lakini mm. kwa wale ambao wameshindwa kununua tiketi kwa kupitia nilipe ap mm. wanaweza wakaja pale uwanjani na kupata tiketi zao okay. so watu wasiwe na shaka kabisa mm. kwa mechi kama mechi ndo saa kumi mechi kama mechi itakuwa saa kumi. Hapa katikati ndo burudani comedy, zo music performances, performance, performance ndio ndio, pamoja na mechi za mechi tuseme, friendly matches. Okay, kutakuwa na mechi za utangulizi za kama utangulizi yeah. mm. Wanaanzaanza wao kabla ile main event yenyewe kabisa kabisa saa mm. eh. lolote la kuniongezea ongezea, maana bado muda nao Pengine kuna jambo sijaliuliza, namsema bana, tukifika kuna hiki na hiki na hiki. Binafsi ningependa watanzania wajitokeze kwa, we, kwa wingi, kwa sababu kama Aisha alivyosema, hili tamasha linaenda kusaidia jamii uh, Tuna, tuna mradi ambao tunafanya Lindi uh, kurekebisha shule ya mbwe mkuru. So hili tamasha sio tu kwa ajili ya burudani na michezo, lakini pia linaenda kufanya kazi za kijamii. Na kwa sasa hivi vijana inabidi waelewe kwamba sisi vijana kama sisi, inabidi kwa kile kidogo tulicho nacho tuwezeshe jamii yetu kwa kujiamini na kujiongoza. Hiyo shule anasema mwembe mkuru, ndiyo mbele ya kilanje lanje. Soko au vijiji kidogo huvifahamu. Wengine si tunasafiri <laughs> <sikino> sana. <laughs> <laughs> <laughs> umetokea Lindi nini, napafahamu tu. Mimi natokea kaskazini kwa Arusha, Mwembe Mkuru. Kuna kijiji kinaitwa Mwembe Mkuru mbele ya Kilanjelanje. Nataka kujua kama ndiyo hicho lakini, kama sio hicho basi lakini nawezekana ndiyo hicho hmm. um, kuna mtu ananiambia huku uh, kwamba ndio chenyewe. Basi safi sana, mmefanya jambo jambo ambalo ni ni ni, ni jema kwa kweli. Mimi niwapongeze niwapongeze sana sana sana sana. Aisha, una lolote la kutuambia? Nawakaribisha uh, wana michezo wote katika uh, mechi ya leo tamasha mm. la leo KMC mm. complex uh, uwepo wao ni, ni, ni muhimu sana kwetu mm. uh, kwa sababu mpira wa miguu na mashabiki vinaenda sambamba and tuna, tuta appreciate kama watajitokeza kwa wingi kuja kutusupport katika tamasha letu kwa mara ya kwanza eh, linaenda kufanyika eh, kila mwaka so tunategemea tutafanya mwakani tena. Kwao uwepo wao hmm, eh, ni muhimu sana. Kuna namna yoyote timu zako za zamani zita zitashirikiana na wewe angalau hata kwa kufika tu kwa maana ya Alliance, Young Africans hata kiongozi labda angalau yote ambaye amesema bwana, um, tutakuwepo. yes, so. Uh, tumewakaribisha. mm -hmm. Tume, nimewakaribisha viongozi wa timu zote ambazo nimepitia. okay. Na wameonyesha ushirikiano mzuri. mm. Watakuwepo. mm -hmm. Eh, na wengine baadhi ya viongozi wamenisaidia kukamilisha ili kwa, kwa, kwa namna nyingine okay. eh, ya kimawazo mm -hmm. fanya hivi fanya hivi so ya yeah, ni ni moja ya familia yangu kwa sababu nimetokea me, ni pale eh. So eh, tunatarajia kuwaona kwenye tamasha la leo. Kuna wacheza mmekuwa marafiki pia pamoja na wachezaji wa, wa, wa, kwa maana ya wa wanaume na wenyewe tuwategemea wanaweza wakawepo baadhi pengine mm, yeah. okay. Yes, eh, nina marafiki wengi ambao ni wakiume wachezaji mm. mm. Eh, na wenyewe pia wananisapoti okay. eh, kwa nguvu kubwa mm -hmm. na wameniambia watakuwepo kwenye hili tamasha so eh, maybe eh, mashabiki mkija mtakutana na mastaa wengi, wengi wanaocheza ligi kuu ya Tanzania mm -hmm. uh, maybe hata nje ya Tanzania ambao wanacheza kwenye mipaka ya Tanzania kocha wako umemchagua nani kwa timu yako eh, nilikuwa nimeweka siri muda mrefu <laughs> lakini ngoja niiseme hili kocha wangu alikuwa Samata okay. uh, but amepata dharura nah. ana mambo mengi nah, nah, nah. uh, sasa hivi uh, kocha namtangaza rasmi atakuwa Shafi Dauda na uh, Mwasikili. So wale au ni makocha ambao mtu akibutua anatoka, nawambia wachezaji wangu kabisa, ukibutua anakutoa makocha <laughs> <laughs> kwa wale ambao komtoa chumba na sebuli wajiandae, ukibutua anatoka <laughs> So ya yeah, hao ndo makocha wangu. Eh, nilikuwa ninatamani sana ni mgaragaze mm. Eh, Frida but bado ninatamani na, na matarajio hayo hayajafa. Okay. Bado naenda kumgaragaza vibaya sana huyo mwanaipa. Kuna mshiriki yoyote ambaye <laughs> anatoka nje ya nchi um, kwa maana wachezaji maana huko nje sasa yeah yeah nilitarajia kupata wachezaji tunaocheza ligi moja but um, ratiba imeingiliana kuna okay, Euro na sisi tuna Wafcon. Wachezaji wengi wanajiandaa na hayo mashindano okay, so e, wameonyesha sapoti yao kwa... mm. Nimeona clip baadhi ya yeah, um, but nina rafiki yangu ametoka Sweden but sio mchezaji mm -hmm. Yeye yeah, ameamua kuja kunisapoti kwa kama, kama mshabiki mm -hmm. Ni rafiki yangu wa karibu ame, amefunga safari kutoka Sweden mpaka hapa kwa ajili mm -hmm. ya hili tamasha eh, so mwone ni jinsi gani eh, eh, watu wana wanasapoti hili eh, tamasha langu. So guys nawaomba sana mjitokeze uwanja eh, KMC complex sa majira ya sa, saa Kuanzia saa, saa nane e, kutakuwa na michezo inaanza mpaka saa kumi na mbili, something okay. Like that. Okay. mwaka wa kwanza mratibu mpaka sasa kuelekea leo ndo kilele chenyewe, umeonaje so far mwitikio? So far kusema kweli, Watanzania wamelipokea hili jambo Uh, Aisha Masaka ni mchezaji wa kike wa mpira, watu wengi sana. Hii tuseme ni kama culture yetu. Tuna, tunajua wachezaji wa kike ndio wanafanya vizuri, lakini inaishiaga tu hapo. So kwa Aisha kushirikiana na Frida Amani kufanya hili jambo, watu wengi limewashtua na limewapa matumaini kwamba ndio wanawake wanaweza wakasimama kama wanaume wanavyosimama na kufanya jambo ambalo litawezesha jamii kwa upana kwa kupitia vipaji, elimu na ndo hivyo uh, kwenye michezo pamoja na sanaa. Okay. Mimi niwashukuru sana. Asante sana. Asante. Karibishwe tena wakati mwingine Mungu akijalia mwakani tukutane tena. Inshallah. Hapa hapa e, ili mambo hayo mazuri. Inshallah. E, naangalia namna ya kutengeneza timu ya wanawake kule Arusha na sisi tuombe mechi kule control e, <laughs> ndo shida ila kwa mbio tuko vizuri <laughs> <laughs> karibuni sana. Sana. Na mtulikuwa na Aisha Masaka pamoja na mratibu wa uh, Aisha Masaka Foundation kwa ajili ya tamasha leo ambalo litafanyika pale kwenye uwanja wa KMC Mwenge jijini Dar es Salaam, wote mnakaribishwa. Shughuli zinaanza kuanzia saa sita mageti atakuwa wazi. Mzunguko umeambwa ni shilingi elfu mbili kule VIP, kwa sababu ya eneo ni dogo, basi ni elfu ishirini ili tusibanane wengi sana. Wengine mimi na wewe tukutane kule kwenye buku mbili mbili, mimi nitakuwa kule mzunguko e, ili mechi niangalia afu nione na watu walioko VIP. Kwa nitaka upande wa pili wa uwanja. Eh, sema saa sita lakini mimi saa tano e, nitakuwa pale pale, e, kuhakikisha wakati wanaanza mimi nipo. Yaani wanikute mimi nimeshatangulia. Bila shaka, na wewe pia utakuepo, kwa sababu hili ni jambo jema sana. Tunakwenda kwenye mapumziko.